Watoto wanataka kusikia tu maneno ya siasa. Unaamka asubuhi, unasikia wanao wanaongea kuhusu siasa, fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, na ndo kitu kubwa ilichangia kwamba leo hii mimi nimeingia niko niko niko magetoni hapa, niko hapa, tumepita pale juu, unasikia watu wanaongea kuhusu Yanga, kuhusu Simba, watu wanaongea kuhusu Mama Samia Suluhu kafanya hivi na hivi, wanafurahia uongozi bora. Sasa nikasema mbona Mbona wa Kenya wasiembrace hiyo sasa? The reason why nimekuja hata leo ni kuwakumbusha ya kwamba, ninafanya vitu mbili, kuwakumbusha ya kwamba mmepata rais ambayo ni mwema, kwa mumpende, musiingie upumbavu zile zilikuwa zinafanyika Kenya. Hiyo ni namba number, namba number two, mko na nchi ambayo iko na amani, msiingie upumbavu ambayo ilifanyika Kenya, na pia kukumbusha wa Kenya kwamba tuko Tanzania. Ninaona wanangu wa Tanzania wanatamba, wanavimba wanaishi bila chunusi inamaanisha wana amani, wanalala usiku bila kukimbia kabisa. So natumia njia zote mbili ya huku na huku kuelimisha jamii simple, kuwakumbusha Tanzania, mna rais mwema, mumheshimu, mumpende, kuambia Wakenya nao mkopi wa Tanzania wako na amani, wanaishi vizuri. Basi natumia nguvu yangu kuelimisha jamii.